Kiboko TV Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limemkamata na kumfungia leseni ya udereva kwa muda wa miezi mitatu dereva wa serikali aitwaye uh, Bakari Kassim Rudo Hela, huyu ana miaka 32, ambaye alikuwa akiendesha gari la serikali lenye namba za usajili STN 6256 hii ni mali ya serikali, ni aina ya gari ya Toyota Land Cruiser, baada ya kuvunja sheria za usalama barabarani. Dereva huyo mnamo tarehe moja mwezi wa nne mwaka 2025 katika eneo la Kihonda Darajani lililopo mkoa wa Morogoro E, alisimamishwa na askari wa kikosi ya usalama barabarani kwa kosa mara baada ya kufanya kosa au kutenda kosa la kuyapita magari mengine eneo ambalo aliruhusiwi kisheria. Dereva huyo mara baada ya kusimamishwa alisimama, na askari alimweleza kosa alilolitenda, wakati akiendelea kupata taarifa za gari hilo kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria. Dreva huyo alirudi nyuma kisha kuondoa gari hilo kwenda mbele kwa kasi, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Tukio hilo lilisambaa ili, ili, kwenye vyombo vya habari ame kwenye mitandao ya kijamii kuanzia tarehe moja mwezi wa 4 mwaka 2025. Jeshi la polisi inatoa lai kwa madereva wote kuheshimu na kufuata sheria za usalama barabarani ikiwemo kuzingatia kanuni pamoja na taratibu zote za usalama barabarani ili kuepusha ajali. Jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua za kisheria kwa watu wote au kwa madreva wote wanaokiuka sheria za usalama barabarani. Tukio hilo litokea Morogoro, kama lilivyosema Kihonda darajani. Hiyo driver mara baada ya kufanya kosa hilo au kutenda kosa hilo, jeshi la polisi eh, baada ya kupata taarifa hizo tulifanya doria na kufanikiwa kumkamata driver huyo kwanza kwa kuvunja sheria za usalama barabarani, lakini kitendo cha kukaidi kukaidi mahala kukaidi, baada ya kukamatwa na kuhojiwa yeye alikaidi na ku kwa hiyo tulikamata tulimkamata hapa Dodoma, ndio maana tumetoa taarifa hapa mkoa wa Dodoma.